Okay, habari za mdau. Ah, sasa leo naenda kuelekeza jinsi ya kuhamisha pai kutoka kwenye exchange e, kwenda kwenye pai. Sawa, unachotakiwa kufanya, utaingia kwenye exchange. Mfano mimi ngoja niingie kwenye MEXC. Sawa, ngoja niifungue. Yes. Eh, hapa tayari nimekwisha ingia kwenye kwenye exchange ya MEXC. Sasa utakachokifanya utakuja hapa kwenye wallet, japo kwa kuna mwingine pameandikwa asset. Utagusa haya, baada ya hapo. Yes, ukishaingia sasa uh, utakuja kubonyeza hapa kwenye withdraw. Sawa, hata na kwenye OK, OKX napo unapita hapa hapo, unaweza withdraw. Haya, tuna withdraw nini? Tuna withdraw pi. Sawa, kama hapa haionekani, ina maana utakuja kuisearch hapa kwa juu. Sawa, na maana hapa kwa juu utaandika, utaandika pai. Yes, hii hapa imekuja, kwa hiyo utaigusa. Haya, utakuja kuponyeza hapa kwenye on chain withdraw. Haya, subi funguke. Sawa, sasa hapa inabidi uje uweke address yako hapa. Kwa hiyo e, tutoke nje e, tuje tuingie kwenye file yetu ya pai ili tuka copy address. Yes, tuingie kwenye file yetu ya Pi. Haya, tuingie haya. Sasa baada ya hapo, utakuja kubonyeza zimbavu tatu za kushoto sawa, utazigusa haya. Baada ya hapo, utakuja kubonyeza hapa kwenye Mainnet. Sawa, haya, baada ya hapo utakuja kubonyeza kwenye Mainnet checklist utagusa Haya, baada ya hapo eh, address yako ni hii hapa sawa, hii hapa address yako kwa hiyo utaikopi utaigandamiza. Baada ya hapo utabweza neno copy. Haya, baada ya hapo sasa turudi huko kwenye Mexc yetu sasa huku. Haya, kwa hiyo eh, hapa tunakuja ku paste address yetu hapa sawa, tuna paste address yetu kama hivi, yes. Mm -hmm. Baada ya hapo uh, hapa tunakuja kuweka kiasi. Unataka withdraw pai ngapi? Sawa? Haya sasa tuendelee uh, kwa hiyo hapa takuja kujaza pai. Ngoja niweke pai moja tu, sawa? Ngoja niweke pai moja baada hapo nitakuja kubonyeza hapa kwenye confirm. Sawa? Tagusa kwenye confirm hivi. Haya, baada ya hapo utakuja kuponeza confirm withdraw, utagusa. Sawa ha. Sasa hapa hapa utachora passkey. Ninaposema passkey, maana yake pattern ya simu yako yani, lock ya simu yako ndio utakayokuja kuchora hapo. Kishamaliza imeisha hiyo. Tuishie hapa, nisiwachoshe sasa hapa kidogo, lazima wafiche wezi kuona. Tuishie hapa, hapa.